ya tangazo hili, na wasaili wote wa waliofaulu wamepangiwa vituo vyao vya kazi. Kwa hiyo barua zenu za kupangiwa vituo vya kazi mtazipata kupitia akaunti zenu za ajira portal. Kama ukifanya usaili kuanzia tarehe hiyo hapo nimeitaja hapo, ande... hapo basi, ingia kwenye akaunti yako ya ajira portal, naenda katika sehemu ya my application, utaweza kupata barua ya yako pale ya kupangia kituo chako cha kazi pale na kama hujapata barua au kama hujafunguliwa jina lako, kama halitakuwepo usikate tamaa. Unachotakiwa kufanya ni kuomba tena kwa wakati mwingine, pale nafasi zitakapotoka. Mamlaka ya ajira kada, majina walioitwa kazini. Kwa kuna majina mengi tu ya watu ambao wameitwa kazini, ni watu wengi tu katika kada mbalimbali. Mbali. Na kwa mfano hapa nikizungumzia hii ya halmashauri ya wilaya ya Sokelo, kuna afisa kilimo daraja la pili, alafu kuna afisa mazingira daraja la pili, afisa usafirishaji, kama jinsi ambavyo unavyoona. Kwa hiyo sintasoma majina haya wala sintasoma tangazo hili, ila kama ulifanya usaili katika tarehe hizo, basi ingia kwenye akaunti yako ya ajira portal sana sana, sana. waliochaguliwa ni walimu Aa, hii ni kwa walimu. Walimu ni wengi sana, nafasi nyingi hapa naona nafasi nyingi naona zimechukuliwa na walimu, nafasi nyingi sana ni za walimu k. Kama ulifanya usaili katika tarehe hizo, basi nenda kaangalia, lakini kama PDF hii unavyoiona, unaweza ukaangalia jina lako kama lipo au kama halipo, na kama halipo basi usikate tamaa. Nafasi nyingi hapa naona ni kwa walimu, walimu wengi sana wamechaguliwa, walimu wengi sana Nafasi za walimu waliochaguliwa ni wengi sana, wengi sana. Kwa hiyo walimu wengi wamechaguliwa, afisa kilimo pia, afisa lishe, afisa ufugaji nyuki, teknolojia, kada zipo nyingi. Cha kuzingatia ni hilo, kwa wale ambao walifanya usahili kati ya tarehe hizo, basi inaweza chaguliwa leo lakini ukachaguliwa kwa wakati mwingine. Kwa unachotakiwa kufanya usikate tamaa. Kama jina lako halitakuepo, usikate tamaa, omba tena nafasi kwa wakati mwingine pale ambapo tangazo la ajira litatoka, na usikae mbali na channel hii. Unachotakiwa kufanya ni kuweza kusubscribe. Like, share pia video hii na wengine ili waweze kujua kama wamechaguliwa. Lakini kuna makosa madogo madogo ya kuepuka wakati wa kutuma maombi ya kazi. Watu wengi wanafeli usaili kwa sababu ya kukosea vitu vidogo vidogo, kama katika barua ya kuomba kazi, lakini pia katika CV Hizo ni sehemu muhimu sana za kuzingatia, lakini pia wengine wanakuwa hawatumi maombi kutumia mfumo wa ajira portal, wanatumwa kwa kutumia email au address ya kawaida, lakini maombi yote huwa yanatumwa kwa njia ya kielektronic. Lakini CV yako pia iwe ni CV ya kisasa, na barua yako pia uandike barua ambayo ni barua ya maombi ya kazi usiandike barua kiholela, kisha barua yako unaandika vizuri. Kwa utakapozingatia makosa hayo madogo madogo, basi utakuwa katika nafasi nzuri ya kuweza kupata kazi serikalini. Kwa hiyo hawa ni wale ambao wamechaguliwa au walioweza kupata ajira serikalini sasa. Usikae mbali na channel hii kwa update pamoja na mafunzo mbalimbali. Asanteni mbali na karibuni.